Kwa Tanzania bara tayari tuna shule za msingi 20,533. Ujenzi wa miundombinu ya shule ni jukumu la TAMISEMI, hivyo ni itake TAMISEMI iandaye mkakati wa kutekeleza sera hii kwa upande wa miundombinu. Kijiji cha Nyehunge hakijawahi kuwa na historia ya kuwa na shule kabisa. Hii ilipelekea wakazi wengi wa kijiji cha Nyehunge kukosa elimu na baadhi yao walilazimika kutembea umbali mrefu kuitafuta elimu. Lakini serikali ya awamu ya sita chini ya Dokta Samia ikasema hapana, na leo maarifa yamewasogelea. Elimu sasa siyo ndoto tena. Karibu shule ya msingi JUHUDI iliyopo kijiji cha Nyehunge, halmashauri ya wilaya ya Buchosa, mkoani Mwanza. Napenda nimpongeze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan kwa kutujengea miundombinu bora katika kijiji hiki cha Mwambasabi, wilaya ya Buchosa.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 Zamani tulikuwa na miundombinu ambayo ilikuwa sio bora kwa kujifunza wala kujifunzia, lakini kwa sasa hivi kila wilaya, kila mkoa, kila kijiji, miundombinu ya, ya, ya kujifunzia na kufundishia hususan katika elimu ya msingi na sekondari imekuwa ni miundombinu bora sana ya kumwezesha mwanafunzi aweze kusoma na kufaula. Mtazamaji, miundombinu bora na walimu wenye moyo wa kujitolea na kutoa elimu bora vinasadifu jina la shule hii ni kusihi baki na mimi na ukajionee tunaelewana, eh? kwa hiyo tuna maraisi wetu ambao wanakamilisha awamu ngapi? Sita. Raisi wa kwanza tumesema anaitwa Mwalimu Julius Kambarage <todak> <todak>. Lakini awamu ya pili ni Raisi Ali Hasani Mwinyi na awamu ya tatu anaitwa Benjamin William Mkapa, na awamu ya nne anaitwa Jakaya Mlisho Kikwete, awamu ya tano anaitwa John Pombe Magufuli. Je, awamu ya sita anaitwa nani? Ehe, hey, anaitwa nani? usna Samia Suluhu Hassan. nzuri kabisa. Anaitwa nani tena Samia? Popote utakapoiona picha hii utambue kwamba picha hii ndiyo picha ya rais wa awamu yetu ya ngapi? Tunakupenda rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Wahenga walisema elimu ni taa, asiye na taa yupo gizani, na ndiyo maana serikali ya awamu ya sita chini ya Dokta Samia Suluhu Hassan Imeendelea kwa shataa hii pasipo kujali kama kuna upepo au mvua kali. Leo mtoto wa mkulima haishii shambani bali yupo shule na anafurahia mazingira haya. <laughs> Shule laeata Asante Mama Samia kwa kutujengea shule nzuri, walimu hapo, vitabu vipo. Tunakuahidi tutasoma kwa bidii. kamaate a Sumazo anakaa hapo Nyehunge senta. Namshukuru sana Mama Samia kutujengea hii shule nzuri, ina vitabu, madawati, vioo, vigae, tochi panza, umeme upo, tunajisomea tunaweza kuelewa. Mtazamaji nikisema niongeze neno basi neno hilo litakuwa sina kingine cha ziada zaidi na kuacha na machache kutoka kwa watoto hao. Asante sana Mama Samia kwa kutujengea shule ya Juhudi. Na hii ni Mpaka Ndichi.